Leo katika Jungu la Lolani tunakutana na kijana mmoja kutoka Gede Watamu, kaunti ya Kilifi ambaye baada ya kusomea taaluma za uhandisi na ubaharia alipata nafasi ya kusafiri katika mataifa mbalimbali mbali duniani na kupata tajiriba na mtazamo mpana kuhusu maisha, lakini hatimaye aliamua kuachana na taaluma hizo na kurejea nyumbani kuanza ukurasa mpya wa maisha. Karibu, mimi ni Lolani Kalu, twendeni tukalilole. Hey, Babu. Babu. Wewe. Leo hii kijana huyo amejiunga na sekta ya kilimo, anafuga kuku na ng'ombe, na shamba lake limejaa mboga nyingi, hasa mchicha. Amewekeza katika mtambo wa kusaga mboga hizo ili kugeuza chakula cha kuku, jambo linaloonyesha ubunifu na kujituma kwake. Mbinu ya unyunyizaji maji shambani imemsaidia kudumisha mazao bora, na amepanda miti mingi ili kulinda mazingira na kuimarisha mandhari ya shamba lake. Pia ameajiri wafanyikazi kadhaa, na kupitia juhudi zake huuza kuku, mayai na mboga sokoni. Hadithi yake ni mfano wa kijana aliyeamua kutumia maarifa na tajriba alizopata duniani kuendeleza kilimo cha nyumbani, akitoa ajira na chakula kwa jamii yake. Ni ushuhuda wa jinsi kilimo kinavyoweza kuwa nguzo ya maendeleo na matumaini kwa vijana wa Kilifi na Kenya kwa ujumla. Jitihada huleta ufanisi. Unaweza ukafanya jambo lolote lile ili kujikimu kimaisha. Nimekutana na kijana mmoja ambaye amejitahidi sana maishani na atanifahamisha juhudi zake hizi zilianza vipi. Ndugu, unaitwa nani? Jina lako kamili? Naitwa Quinton Zombo. na hapa ni wapi? Hapa hapa ni Gede. Yep, mm -hmm. Gede location gani? sublocation nini? wapi? Oh Nasika hapa ni Watamu, sijui kuna nini hapa ni Watamu sublocation. Mhm, mm mm. Gede Gede. wewe ni mzaliwa wa hapa? Ndio. Sasa hebu nieleze ulipozaliwa hapa, ulisoma wapi, mpaka ukamaliza wapi masomo yako. Okay, mimi nimezaliwa hapa, nimesoma primary hapa Jimba, nimefanya secondary school, nimefanya college ya engineering ya electrical, na pia mimi ni baharia mm -hmm. Wapi ulifanya masomo ya baharia na hiyo engineering? Uh, engineering nimefanya Mombasa Polytechnic, baharia nimefanya um, Dar es Salaam pale. Ndio. Sasa alafu, nimekukuta kwamba unafuga kuku wa kienyeji inahusiana na nini na engineering? Okay, ile ukulima nimechagua kama utafutaji wangu um, baada ya kusafiri baharini, alafu kisha nikatafuta kazi ambayo nitafanya hapa mimi mwenyewe nikiwa mtaani. Baharini ulisafiri kwenda mpaka wapi? ah, uh, hapa, hapa tu Madagascar, Mozambique, mm, hapa India mm -hmm, mm. Na ulikuwa unafanya shughuli gani za ukienda huko? Mimi kama baharia mimi ni mwendeshaji navigation, shughuli zangu ni katika chumba kile cha navigation. Ndio. Oh, wewe ulifanya kama kazi yako kabisa hiyo? Mm. Ile ndo profession yangu kama navigator. Lakini umeiacha, umeacha sasa, umekuwa mkulima. Ndio, tuko hapa sasa tunafanya ukulima He. wa mboga kuku. mm -hmm. Ndio. Sasa tuanze na mboga, nimeona kuna shamba kubwa sana la mboga hapo mapa. unapanda nini na nini? sana sana hapa tunapanda mchicha. mm -hmm. E, mchicha ndo main product yetu. unauza wapi mchicha? tunauzia watu local, mchicha unakatwa hapa hapa mm -hmm. shambani asubuhi. mm -hmm. ndio wanakuja kuchukua, waenda kuuza sokoni. mm -hmm. na nini tena? E, baadaye hapo baada ya hapo tunajishughulisha na shughuli za kuku. mm, tunafanya kuku wanaoitwa kienyeji improved wale tunawafuga, uh, tuna na kuwalisha na kuvuna mayai yale na kuhatch kupata vifaranga. Ulianza lini mambo ya ufugaji wa kuku? Okay, ufugaji wa kuku nina kama miaka minne hivi. mm -hmm. mm. Na hapo ulikuwa umesahau kabisa mambo ya baharini sasa hapo ni baada ya kwenda baharini na kurudi na kutafuta mambo mengi e, hapa na pale, kabla ya kupata contract ya pili mm. Sasa e, unanunua chakula gani cha hao kuku? Okay, kuku wakiwa wadogo tunanunulia chakula kile ambacho kimepimwa mm, lakini kadri unavyokuwa, tunawatengezea chakula chao kupitia west za mchicha hizi vipi? oh, hapo hapo tunatumia zile stocks. Pale, bado ukishavuna, kuna zile excess na zile ambazo hazitumiki tunazisaga, tunachanganya na wishwa na virutubisho, pale tunapa kama chakula, tunaita kienyeji mashi ah. Mna mna mnasaga vipi? Tuko na mashine pale tunatumia ku, kusaga yeah, na kuchanganya uh -huh. ndio. Oh. Kwa hivyo, hapa, umeajiri wafanyikazi wengine wao? Hapa tuna vijana kadhaa wanaotusaidia kama watatu Eh, maanake shamba hio yote siwezi kuimiliki mimi peke yangu. Ndio. Okay. Na e, miti nimeona kuna miti mingi sana hii exotic mmepanda. E, yes. hapa kwa sababu gani mmepanda? Eh, ndio tumefanya miti hapa kwa sababu ya pia kujikimu vile vile. Mm. Tumepanda hii miti ili tupate kipato, ndio. na mwisho kabisa mnatumia maji ni, ni, ni, ni, naona zimepita pipes, pipes, kwenye shamba la hizi mboga ni mnatumia maji kutoka wapi? Hapa tuko na borehole yeah. Na ile borehole ndo tuna pump maji tunapeleka kwa shamba. Oh, maji ya, ya maji yenyewe ni ya chumvi? Eh, maji ni ya chumvi ah. Oh, lakini kwa upande wa kunywa na mnatumia maji gani? Kwa upande wa kunywa tunatumia maji fresh. Ah, oh, kuna maji pia ambayo hmm, so, yamekuja mpaka hapa mm, maji fresh So, changamoto zinazopata ni zipi hapa katika hizi mambo ma, ma hayo unayofanya? Okay, changamoto tunazozipata hapa ni maji. Maji tunahitaji kwa wingi mm. Okay. Na soko soko liko vizuri kabisa upande wa mboga. Kuku hatuna complaints. Mayai mnapata mayai mangapi kwa siku? Kama kreti mbili Mm, na yote yanaisha kuuzwa. Eh, yote yanaisha. Watu wakitaka kuja kupata mbegu ya wale kuku wa kienyeji wanapata. Una kuku aina yoyote ya kienyeji? Ndio, ndio, kwa sababu sisi tuna, tuna hatch mm. So vifaranga viko mm, tunauza vile vifaranga na mayai yale fertilized, na mayai ya kula na kuku wenyewe. Huku ni Giriama. Eh, huku ni Giriama. Na wewe ni Mgiriama kwa hivyo. Ndio. Kwa hivyo wale kuku wa kienyeji ambao wanatakiwa kwenda kufanya shughuli za pengine kuchinja kwa mambo ya, kwa mambo ya tiba za kiasili pia mnao hey, Mliwacha, kwenye, wa, hatuna, wa kawaida, lakini lakini wale, ya, kuku wa kidemu kuku sijui nini hatuna kienyeji wa kawaida Uh, tukipata tutawafuga, tukipata kama jogoo kadhaa kadhaa. Kwa hiyo watu wamekuja kuulizia, kama wako wengi sana, wanataka kwenda kufanya tiba za kiasili. Wengi sana wanakuja, nataka kuku mweupe, mweusi, mwekundu, wengi sana, watu wengi. Hmm. Zinatakiwa haya, basi ndio hivyo basi, eh, akili ni mali, na ukikaa tu hivyo hivyo, basi wewe huwezi kujimudu kimaisha kwa hali ambayo uko nayo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kali hey, ukalilol ugula babueubobul